Jinsi ya kutengeneza akaunti ya Amazon. Tutaangalia hapa namna ambavyo unaweza ukatengeneza akaunti ya Amazon KDP. Sasa kitu cha kwanza unatakiwa na Amazon account. Kuna video iliyopita nimeelekeza jinsi ya kupata Amazon account. Sasa ili upate account ya KDP tuna tu, tuna login katika KDP kwa kutumia account ya Amazon, kwa hiyo kitu tunachokifanya ni tunaandika kwenye browser yetu neno KDP. Ukiandika KDP itakuletea hapa linki ya kwanza ambayo ni self publishing Amazon Kindle direct publishing. Utakliki hapa kwenye hii account hii hii linki ya kwanza ulioletewa. Ukisha li ukisha click itakupeleka sehemu ya kusign in au sehemu ya kujoin. Kwa hiyo kwa sababu tayari una account ya Amazon, utakachofanya uta click sign in, ina maana utaanza ku login katika account yako ya Amazon. Kwa hiyo utakachokifanya katika ku login utaweka email yako, mfano mimi email yangu ni hapa, nita click continue. Baada hapo nitaweka password, password yangu ni hapo, nita click sign in. Baada ya hapo uh, watanitumia uh, email verification code katika email yangu. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaangalia kwenye email yangu, nitaangalia kodi ambazo nimetumiwa, kodi ambazo nimetumiwa. Baada ya kupokea hizo kodi nita yes, nitaziweka katika hapa katika browser yangu moja saba tisa. Hizi zinatumwa mara moja baada hapo nitasubmit. Baada ya kusubmiti nimekosea, okay. Baada ya ku nitaweka kodi kodi japa nitaweka kodi. Baada ya kuiweka akaunti yangu itafunguka ya Amazon KDP. Kumbuka nimelogini kwa kutumia akaunti ya Amazon ambayo nimeitengeneza kupitia Amazon com hiyo ndo akaunti ambayo nimetumia kulogin katika akaunti yangu ya Amazon KDP 4 baada ya hapo nitaletewa hayo maelezo. Hayo ni maelezo ambayo unaweza ukayasoma. Baada ya hapo utaclick agree. Hapo tayari utakuwa umetengeneza akaunti yako ya Amazon KDP lakini unakuwa bado kuna step unakuwa hujazimalizia hapa, uwezi ukafanya chochote mpaka umalizie baada ya baadhi ya step ambazo tunaenda kuzifanya, ambapo utakliki hapa katika your account. Ukisha kliki your account uh, itakupeleka sehemu ambapo unatakiwa ujaze taarifa zako, itakwambia ujaze taarifa zako ambazo zinahusiana na akaunti yako. Sasa hizo taarifa ndo utakuja kuzijaza hapa. Baada hizo taarifa utakuja kuzijaza hapa. Hapa unatakiwa uweke namba yako ya simu, tutaweka namba yetu ya simu. Alafu nikishaweka namba nitaendelea, nitaweka namba yangu ya simu. Sasa hapa unaweza ukaweka namba ya simu ya nchi zozote. Nitawaonesha kwenye video nyingine namna jinsi, yes, ya kupata namba ya simu ambayo unaweza ukatumia Amazon. Sasa mimi nimechagua kutumia namba hii hapa, ina maana nikiweka hii namba watanitumia kodi katika hiyo namba. Nitaelekeza video inayofuata namna ya, kute, ya kupata namba y ya, nje, ya, nje ya Tanzania, namna ya kupata hizo namba o, watanitumia kodi. Wakinitumia hiyo kodi, ndo nakuja kuiweka hapo, alafu nanii namba yangu itakuwa, itakuwa verified kutumika Amazon Amazon KDP. Kwa hiyo nimetumiwa kodi kwenye namba yangu hii ambayo nimeweka. Nikishaweka kodi ninasubiri iwe iwe iweze ku, kupitishwa iweze kupitishwa, nasubiri sekunde chache. Ikisha load akaunti yangu itakuwa tayari, itaendea na stepu nyingine ambayo ni kufanya identification na kuweka taarifa zangu za benki na kuweka uh, taarifa zangu za, za, za nchi ambayo nayoishi, na, na kuweka address na kila kitu ambapo nitaenda kuonesha hapa jinsi ya kuweka hivyo vitu. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa tutaweka majina, mfano mfano mimi hapa labda naweza nikaweka um, oje niangalie jina la kuweka hapa. Unatakiwa utumie jina lolote, sio lazima liwe jina lako katika kutengeneza account unatumia jina lako, lakini kwenye kupublish vitabu unaweza ukatumia jina lolote. Address labda naweza nikachagua uh, Tanzania Tanzania, United. Post code labda nikachagua 554 54, uh, state labda nikachagua Dodoma Dodoma siti nikachagua, Aa, nikachagua Aa, kwa Dodoma, mkoa wa Dodoma, mji wa Dodoma. Address nikachagua labda mkuungu kizota, kizota. Address ya pili siweki, nitaweka address moja. Tarehe ya kuzaliwa nitaweka tarehe, labda naweza nikaweka tarehe moja mwezi mwezi wa kwanza tarehe tano labda elfu mbili Namba ya simu hapa nitaweka namba ya simu ambayo nimeite, ambayo nimeitengeneza wakati ninasajili hii account. Namba ya simu sasa hapa zinakuwepo ni ile uliyotengeneza. Mimi nimetumia namba hii hapa, pia na wewe unaweza ukatumia namba ya nchi yoyote ambayo umechagua kama ukiamua kutumia Tanzania ikikubali kupokea SMS utatumia uta hiyo kwao. Nitakachokifanya hapa, nimejaza hizi taarifa kuhusu identity. Kuna muda sasa utaambiwa kwamba upload kitambulisho chako uta upload kitambulisho chako, kama hawajakwambia uta click save and continue. katika kuendelea hapa, ina maana utakuwa unaendelea na hatua nyingine inayofuata ambayo ambayo inakutaka kutaka uh, jinsi ya kupokea malipo. Mfano hapa unaweza ukasema uh, getting paid. Sasa tea ziwelizi wa benki. Sasa kuna namna ambavyo unaweza ukatumia uh, ukatumia benki za nje, kwa sababu sisi benki zetu za Tanzania hizi CNB CRDB hazitambuliki huko kwa wenzetu, kwa hiyo tunatumia benki ambazo ziko katika zao. Video inayofuata nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatengeneza akaunti ya benki ya, ya Marekani au ya UK, nchi unayotaka. Kwa mfano mimi naweza nikachagua kwamba nitumie benki ya UK. Nitakachokifanya nitatafuta account number ambayo ah, ambayo ambayo ni ya UK ambayo tayari nimeshaitengeneza, ambayo naweza nikatumia, nitatafuta account ya mfano sio lili naweza nikatafuta account ya mfano mfano, mimi nimechagua kutumia hii hapa account. Mfano, mimi nimechagua kutumia account hii hapa, nimechagua kutumia account hii okay. Nitaweka account number ambayo tayari nimeshatengeneza account number za nje, za nje za wenzetu. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine hapa ni nita click continue, nita click continue hapa nitaweka date of birth ambayo nimeshaweka pale kwamba tarehe moja mwezi wa pili

holders name na udelabda naweza nikaweka jina labda hili hapa, naweza nikaweka jina kama hili account holders name Johansi John. Baada ya hapo, nitachagua select existing address, use this address addresshis addres nitakliki add. Nitasave hizo taarifa, nitaendelea na hatua nyingine hapa ambayo ni complete tax questionnaire. Hapa kuna baadhi ya maswali wataniuliza, wakiniuliza hayo maswali ndo itakuja kutumia, uh, nitajibia ili waweze approve account yangu ya KDP. Kwa baada ya hapa nitaulizwa hapa your tax classification, itachagua individual hapa hapa ayu United States there, no apa, U... no ya baada yaari full name itakuja hapa. Hapo ndio country of citizenship. Nitaklik kwa sababu nimesema mimi ni Tanzania ni Tanzania. Baada ya hapo itakuja address ya Tanzania. Baada ya hapo hapa nitakriki sem ayawe nani USD hapa nitaweka tinamba yangu. Tinamba mara nyingi au nchi zote, mara nyingi zinakuwa ni ni namba 3, a unaweza kaweka 154 497 na 51, huwa ni namba 3, ziko 3 mara Click continue. ziko 9 Click continue. Hapa nimeshajaza kila kitu, nita click save and preview. Baada hapo, nitakuja hatua ya mwisho ambayo ataniambia certify, nita click hapa certify. Hapa hapa kuna maelezo ni mengi mengi, unaweza ukayasoma, lakini yanahusu mambo ya tax. Baada ya hapo, nita click, nitaandika jina langu hapa. Baada ya kuandika jina signature, masel whatever arei yapo inakuwa imejiweka automatic, nita click submit form. Baada ya kusubmit hiyo fomu nitakuwa nimemaliza hatua ya muhimu ya kutengeneza account yangu. Kwa hiyo hiyo ndo njia ya kutengeneza account ya Amazon ambayo ukitaka kupata account ambayo utakuwa una upload vitabu unatengeneza vitabu vyako, hiyo ndo njia ya kutengeneza hiyo account. Ni steps nyepesi sana ambazo mtu yoyote anaweza akazipata. Kitu kikubwa hapa ni kutafuta namba ya simu ambayo utaitumia kule. Baada ya kutumia namba ya simu, ku, ku, ku, ya simu utahitaji ku ku kutengeneza utahitaji namba ya simu nitakusaidia, ili upate namba ya simu ya nje. Baada ya kupata namba ya simu ya nje nitahitaji kitu kingine labda benki account ya nje, na yenyewe video inayofuata nitaelezea namna ya kupata benki account ya nje ya nchi za Marekani au UK. Hizo zinakuwa ni benki account ambazo zinakuwa kwa majina yako, kwa lakalaka, naweza kusema unaweza kutumia kwamba unaeza ukatumatumia au katumia au au, pay, au kutumia Wise au kutumia Payoneer. Ziko njia nyingi lakini Video inayofuata nitaelezea njia nyepesi ambayo unaweza ukaitumia kupata akaunti ya benki ya nje. Hivyo ndio vitu vya mwisho. Kwa baada ya hapa, unaweza ukaanza kuupload vitabu vyako. Kama kuna video moja nimeelezea namna jinsi ninavyoupload vitabu vyangu na kuna video nyingine nimeelezea, nimeonyesha jinsi ambavyo unapata sezi baada ya kuupload vitabu vyangu. Kwa hapa ndio unaweza kaja kwenye kwenyei ukawa vitabu vyako umemaliza. Hapa utakuwa unaangalia ripoti za vitabu vyako, uh, na sehemu nyingine nyingine, kuna community, kuna everything. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo unaweza ukatumia kuupload vitabu vyako Amazon, na ni rahisi. Kama hujaelewa unaweza kunitafuta WhatsApp kwa namba 0693880325, itakusaidia kuelezea. Sio bure, pia kuna kozi ya Amazon KDP ambayo inaonyesha jinsi ya kuweza kupublish vitabu na kuweza kutengeneza vitabu. Mara nyingi vitabu vinatengenezwa kwa kutumia AI. Huwezi ukaandika kitabu kwa mkono wakati wenzako kule wanatumia ChatGPT wanaandika vitabu fast ndani ya sali moja, mtu ameandika vitabu viwili na ametengeneza kila kitu. Kwa taelekeza hayo katika kozi yangu, jinsi ya kupata uh, kuandaa vitabu na kuapload vitabu Amazon. Hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza kutumia kutengeneza vitabu, kuviapload na kuviuza Amazon. Hapa nimekuelezea jinsi ya kutengeneza akaunti ya Amazon KDP. Hii hapa ni akaunti ambayo nimeitengeneza, ni mpya kabisa vitabu na kufanya kitu chochote. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza, nitafute WhatsApp, alafu pia usiache kuangalia video nyingine. Nimeelezea namna ambavyo unaweza nikafanya aa, namna ambavyo tricks nyingine ambazo unaweza ukafanya ili kuweza kupata kipato mtandaoni.